Naam, huu ni mzunguko wa barabara maarufu kama roundabout, unaoziunganisha barabara za kuelekea Dodoma, Iringa, Dar es Salaam na Morogoro mjini. Mzunguko huu mkubwa kabisa katika historia ya Tanzania upo hapa eneo la Msamvu, mkoani Morogoro na unayemwona hapo ni kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro SACP Alex Mkama akiaongoza magari yaliyotengeneza foleni kubwa kabisa, si kutokana na wingi wa magari hayo, bali ni tabia za madereva kushindwa kujisimamia na kushindwa kujiongoza katika maeneo ambayo hayana askari au taa za kuongozea magari. Ni mara chache sana kumwona kiongozi mwenye wadhifa kama huu kutoka ofisini na kuingia barabarani, tena kuyaongoza magari, kazi ambazo tumezoea kuona zikifanywa na askari wa kawaida kabisa. Nikimnukuu kamanda Mkama amesema Alikuwa kwenye safari zake za kawaida katika kutekeleza majukumu yake, lakini alipopita eneo hili alikuta msongamano mkubwa wa magari, jambo ambalo likamlazimu kuegesha gari lake na kuingia barabarani ili aweze kupunguza msongamano huo, na amefanikiwa kwa kiwango kikubwa. <coughs> Kitendo cha kamanda kuwepo hapa kimepongezwa na wadau mbalimbali wa usafirishaji, kwa maana madereva na watumiaji wengine wa barabara, huku wakishangazwa kuona askari mkubwa kama RPC kufanya hivi. Kwa majina, naitwa Paulo Mesha Kizefania, ni mkazi wa Dar es Salaam, niko mkoa wa Morogoro hapa. Kuna tukio ambalo limetokea ambalo ni la kufurahisha sana kumuona kamanda mkuu wa kituo cha polisi Morogoro kuingia barabarani na kusaidia kuongoza magari kwa usahihi, na hili tatizo kubwa, kuondoa tatizo kubwa la foleni barabarani. Na jinsi alivyofika, ameongoza magari vizuri na foleni zimepungua. Kwa mkoa wa Morogoro, barabara zinapitika vizuri kutokana na maelekezo yake tunamshukuru sana kwa hicho kitendo alichokifanya cha kutoka ofisini na kuingia barabarani, tofauti na vile tulivyozoea. Labda wengine unawakuta wamekaa ofisini. Huyu amefanya kitendo hiki kwa ajili ya kutoa mfano kwa viongozi wengine waweze kusaidia kutatua hizi foleni za barabarani. Uh, kwa majina anaitwa Judis Joni anapita hapa Msamvu, nimemkuta RPC wa mkoa wa Morogoro, yuko anaongoza magari. Aisee, ni kitendo ambacho cha kushangaza sana, yani kwa mtu mkubwa kama huyu, anaonyesha mfano sana, amekuja hapa anaongoza magari. Aisee Mungu akubariki sana, tunashukuru kitendo cha yeye kuja hapa. Kimefanya kwanza, kulikuwa na foleni kubwa sana lakini, kwa kitendo cha yeye kufika hapa, kimerahisisha foleni, imepungua kwa hata sisi wasafiri tumeweza kusafiri kwa haraka sana, kutokea hapa Morogoro. Mimi nilipotawako Kasim Akida, kupata taarifa kama hizi, usiache kutembelea mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook, X pamoja na YouTube.